Na tukimalizia, serikali inatekeleza mtaala wa CBC na kutoa mafunzo kwa taasisi zote za kiufundi ili kuhakikisha mtaala huo unawiana na hitaji la soko la ajira. Waziri wa Elimu Julius Ogamba amesema wizara ya elimu inatathmini upya mfumo wake wa ufadhili ili kuhakikisha hakuna mwanafunzi anayeachwa nyuma kutokana na changamoto za kifedha. Akiongea wakati wa awamu ya sita ya hafla ya maafali ya chuo cha kitaifa cha kiufundi cha Meru ambapo wanafunzi 3370 walihitimu katika taaluma mbalimbali mbali. Waziri wa Elimu Julius Ogamba alikariri kujitolea kwa serikali kuboresha elimu ya TVET ili kuiwezesha kufanikisha maendeleo endelevu hapa nchini. Government is working with various international partners to open pathways to Kenyan skilled youth to access opportunities abroad through structured labor mobility programs. Kwingineko, vijana wameshauriwa dhidi ya kutumiwa na wanasiasa kujihusisha katika visa vya machafuko vinavyofanikishwa kupitia teknolojia. Akiongea wakati wa awamu ya pili ya kongamano la kitaifa kuhusu dhuluma za kijinsia zinazofanikishwa kupitia teknolojia katika chuo kikuu cha Kibabii, kaunti ya Bungoma, gavana Kenneth Lusaka pia ametoa wito kwa taasisi za elimu na jamii kushirikiana katika kukabiliana na visa vya dhuluma za kijinsia. That katika kaunti ya Kakamega, mbunge wa Ikolomani Bernard Shinali anataka maafisa usalama wa usalama kuwaachilia wakazi waliokamatwa wakati wa, wa ghasia zilizoshuhudiwa Alhamisi kutokana na shughuli za uchimbaji madini, na shirika la Nema na kampuni ya Shanta kukarabati na kujenga upya afisi na madarasa yaliyoharibiwa watu wetu wale wamekosa, wale wahalifu wapelekwe kotini, lakini watu wale wameshikwa wakitembea wakiwa kazini yao warudishwe nyumbani waendelee na maisha yao. Amewahakikishia wakazi wa Isulu na Bushiangala kuwa hakuna mtu atakayefurushwa kutoka makazi yao. Tilio Marco, Darubini.